Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, ametangaza kwamba Israel iko katika njia ya kuelekea ushindi dhidi ya Iran. Akiwa katika ziara ya kituo cha anga cha Tel Nof katikati mwa Israel, amewasifu majeshi ya nchi hiyo kwa mchango wao katika operesheni inayoendelea ya kijeshi, akisema kwamba wengi duniani wanawasalimia na kuwaheshimu. Tuko katika njia ya kushinda na hii imewezekana kutokana na marubani wetu mashujaa pamoja na vikosi vya ardhini vinavyofanya kazi ya ajabu. Pia amesema katika mwendelezo wa mashambulizi ya anga, Israel imeshambulia kituo cha televisheni cha Iran. Wakati hayo ya kijiri, maelfu ya wakazi wa mji mkuu wa Iran Tehran wanakimbia makazi yao na kuhifadhi mahitaji muhimu kwa hofu kwamba mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya adui wake wa muda mrefu Iran yatazidi katika siku zijazo. Jeshi la Israel limewaonya raia wa Iran kupitia mfululizo wa ujumbe kuwa waondoke katika baadhi ya maeneo kwa ajili ya usalama wao, jambo linaloashiria uwezekano wa mashambulizi ya anga kupanuka zaidi. Mamlaka za Iran zimeyapuuza maonyo hayo na kuyaita vita vya kisaikolojia na kuwahimiza wananchi watulie, ingawa televisheni ya taifa imeonyesha picha za msongamano mkubwa wa magari katika barabara za kutoka nje ya mji mkuu. Israel ilianza kushambulia Iran Ijumaa ikisema kuwa Tehran iko karibu kukamilisha utengenezaji wa bomu la nyuklia. Tangu wakati huo, Iran na Israel zimezindua mashambulizi makubwa dhidi ya kila mmoja, yakiua na kujeruhi raia na kuzua hofu ya mzozo mkubwa wa kikanda. Hii ni Poa Media.